Miaka kadhaa iliyopita katika kijiji cha Mwamashele, mkoa wa Shinyanga, hali ya maisha ilikuwa ni ngumu sana. Wakazi wengi walikuwa wakilemewa kiuchumi, hawakuwa na jinsi ya kujikwamua. Miaka hiyo, minong'ono ilianza kusikika. Watu walinong'ona kwa sauti za chini kuhusu utajiri wa ghafla ambao mtu anaweza kuupata kupitia dawa za kienyeji, lakini dawa hizo hazikuwa za kawaida walidai kuwa kwa waganga fulani wa kiasili viungo vya watu wenye wa ualbino vilikuwa na nguvu za ajabu za kuwapa watu utajiri wa mali, pesa na madaraka. Wengi waliogopa na walipuuzia minong'ono hiyo, lakini usiku mmoja, wanaume watatu wa Mwanashele waliamua kufanya maamuzi ambayo yalikuja kuwaletea majuto. Mihayo alikuwa mchimba madini mdogo alikuwa na madeni mengi sana baada ya mashine yake kuharibika. Rafiki yake Edward alikuwa na ndoto za kugombea udiwani, lakini hakuwa na umaarufu. Kisha kulikuwa na Mazula, kijana mkimya kabisa, ambaye kazi yake ilikuwa ni ukuli, na mara nyingi alikuwa akitumwa na watu kuwanunulia na kuwaletea vitu mbalimbali kutoka sokoni. Mmoja wa wateja wake alikuwa ni mganga mmoja ambaye alikuwa kahamia kijiji cha jirani miezi michache iliyopita, na alikuwa keshajipatia umaarufu sana, aliyeitwa Mzee Kamba Ulaya. Mzee Kamba Ulaya aliishi kando kando ya msitu wa Igunda. Walisema macho yake alikuwa mekundu na hachoki kutazama mtu. Nyumba yake ilizungukwa na bundi na nyoka. Wengine walidai anaweza kubadili mchanga kuwa almasi uh, ikiwa utamletea kile anachohitaji. Mihayo Edward na Mazula waliamua kwenda kwa msilikamba Ulaya kutafuta utajiri na madaraka. Walimtembelea usiku mmoja, wakamwambia matatizo yao, kisha akawatazama kwa macho yasiyo pepesa na kusema, mkitaka nitatue matatizo yenu, nileteni masikio na viganja vya mikono vya kiumbe mwenye rangi inayong'aa hata gizani. Walijua alichomaanisha, alihitaji viungo vya mwili wa mtu mwenye wa albino. Walianza kumfuatilia Amosi, mvulana albino mwenye umri wa miaka kumi na miwili, mcheshi na mwerevu. Amosi alikuwa anaishi na bibi yake mama Skola. Ngozi ya Amosi ilikuwa nyeupe kama pamba. Jioni moja alikuwa anarudi sh sh kutoka shule kwa kuchelewa, walimvizia wakamteka na kumpeleka porini. Walimfunga mikono na midomo, hawakusita walimtoa roho na kumzika chini ya mti wa morobaini. Lakini kesho yake mti ule ulianza kutoa majimaji mekundu kama damu. Wanakijiji walishangazwa sana na damu itokayo kwenye mti ila hawakupata jibu. Mihayo, Edward na Mazula walikuwa kimya wakisubiria ndoto zao kutimia. Baada ya wiki chache kupita, Mihayo aliamka na kuona ukuta wa nyumba yake umeandikwa kwa damu: mwili wangu bado unaishi. Kila alipojaribu kufuta maandishi hayo yalijirudia tena. Edward alipoteza sauti. Kila alipojaribu kuzungumza kwenye kampeni alikohoa damu, akawa bubu. Mazula alianza kumwona Amosi kila usiku. Akisinzia alimwona Amosi akiwa kamesimama mlangoni akitabasamu bila macho na kuuliza kwa sauti ya utulivu, kwa nini umekatisha uhai wangu? Bibi yake Amosi, mama Skola, alianza kuomba na kufunga kila siku. Alijua roho ya mjukuu wake haijatulizwa. Usiku mmoja aliota ndoto. Amosi alimwambia ndotoni, niko chini ya morobaini ambao unatiririka damu, njoo nitafute, kweli na haki ipatikane alipoamka mama skola alikimbia kwa wazee wa kijiji na kuwapa taarifa wanakijiji walikwenda hadi kwenye mti ule wa 40 wakaanza kuchimba walichimba urefu mfupi tu wakakuta mwili wa Amosi ukiwa umekatwa baadhi ya viungo kama viganja vya mikono na macho walipoangalia vizuri wakaona pia kulikuwa na kipande cha bango la Edward dao, la kampeni na kiatu kimoja cha mazula. Polisi wakaitwa, wakaja na kuwakamata na kuwahoji Edward na Mazula ambao waliwataja watu wote waliohusika. Mazula, Edward na Mihayo wakakamatwa na polisi na kupelekwa lupango, lakini mzee Kamba Ulaya alikuwa kesha kimbia na kuhama makazi yake na haikujulikana alikokwenda. Siku ya hukumu ilipofika, mahakama ilijaa watu waliotaka kujua hatima ya watuhumiwa hao wenye roho za ukatili kabisa. Mahakamani hakuna aliyecheka wala hakuna aliyelia. Kimya mzito ulitawala. Mama Skola alisali kimya kimya, watoto wa shule alikuwa nasoma Amosi walilia kwa sauti za chini, waandishi wa habari walikuwepo. Baada ya hukumu ya maisha gerezani kutolewa, walipelekwa gerezani. Huko gerezani, Mihayo alikuwa akielia kila usiku Nilitaka tu ninunue mashine mpya ya kusaga mawe mgodini. Edwardi hakuwahi kuzungumza tena, bado alikuwa bubu. Mazula alilaza kwenye chumba cha wagonjwa wa akili. Aliendelea kusema yuko pale, kasimama mlangoni, mondoeni, mondoeni! Tamaa yao ikawa imeishia hapo. Walifikiri miili ya watu wenye albino ingewaletea utajiri lakini waliambulia wazimu na gereza. Wanakijiji walishirikiana wakajenga kaburi la Amosi kwa mawe na kupamba maua. Wanafunzi walitembelea kaburi kila mwaka na kusafisha mazingira yake, wakidumisha kumbukumbu -kumbu ya Amosi. Na tangu siku ile hakuna mtoto mwenye albino aliyedhuriwa tena kijijini mwa Mashele, kwa sababu kila mtu anakumbuka nini kilitokea pale watu wenye tamaa walipoamua kuvuza damu ya Amosi. Asanteni sana kwa kuangalia na kusikiliza hadithi hii. Je, umejifunza nini kwenye hii hadithi ya leo? na je, ushawahi kusikia tukio lolote kama hili? Kama utapenda kuendelea kuangalia na kusikiliza masimulizi kama haya, usisahau kucomment subscribe katika channel yetu, pia usisahau kushare na wenzio, ili wote tubuulike pamoja kwa hadithi hizi za Kiswahili. Hadi tutakutana tena wakati mwingine, kwaherini.